Polisi mjini Kabarnet wamefanikiwa kuupata mwili wa mhudumu wa bodaboda ambaye alikuwa ametoweka tangu Alhamisi, tarehe 17 mwezi Aprili. Hii ni baada ya mshukiwa kukamatwa katika mji wa Eldoret akiendesha pikipiki ya marehemu. Mshukiwa alikiri kumuua mwanamume huyo na kuwaongoza polisi hadi eneo la Kabartonjo, ambapo alikuwa ameuficha mwili kwenye kichaka ndani ya, ndani ya bonde. Marehemu, Kevin Kibichii Togoch, anasemekana kuwa alipigiwa simu na mteja aliyekuwa ndani ya mji wa Kabarnet siku ya Alhamisi, simu ambayo inasadikika kuwa mtego kabla ya kutoweka kwake. Ni uchungu sana kwa sisi asua watu wa bodaboda, tunauawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station hatusaidia tupe askari reinforcement. Security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa, kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku, hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana, sisi wenyewe itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu tuliweza kufanya uchunguzi wetu lead namna hiyo mpaka do tukaweza kushika yule, yule mtu mwenye aliiba ile pikipiki, kumshika tumekuja naye mpaka station na ameweza kutuambia, ameadmit kwamba aliua huyo aliua, aliua, mwenye pikipiki mwenye pikipiki. So ametuongoza mpaka kwa msitu penye wali, walienda kutupa hiyo mwili na tumepata mwili ya, ya, ya, ya, ya, the rider.